Tafakari ya ibada ya njia ya msalaba, kituo cha sita: Veronika anapangusa uso wa Yesu. Sehemu ya kwanza tutafakari dhamira hii: Mkristo na fadhila ya imani. Kadiri ya mapokeo ya kanisa, Veronika ni mwanamke aliyeambatana na Kristo wakati wa kwenda Kalvari, alitoa kitambaa chake na kupangusa uso wa Yesu uliokuwa umejaa jasho la damu kwa sababu ya mateso makali. Hali ya uso wa Yesu wakati wa mateso, nabii Isaya alitabiri hari hali halisi ambayo ungekuwa: kama vile wengi walivyokustaajabia uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu ndivyo watakavyowashitusha mataifa mengi, wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo wasiyoambiwa watayaona, na mambo wasiyoyasikia watayafahamu. Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 14 hadi aya ya 15. Katika hali hiyo, Veronika anafanya tendo la huruma kwa Bwana wetu Yesu Kristo, la kutoa kitambaa ili kusafisha uso wa Yesu. Kwa kupitia tendo hilo, Yesu anafanya muujiza wakati wa mateso makali wa kufanya sanamu ya uso wake ibaki katika kitambaa cha Veronika. Tendo alilolifanya Mtakatifu Veronika ni la kijasiri. Wengi waliogopa kuonekana ni wafuasi wa Yesu kwa sababu walijua kuwa Yesu anaenda kuuawa. Ndiyo maana wafuasi wengi wa Yesu wakiwemo baadhi ya mitume wa Yesu walikimbia. Katika umati wa watu walioshangilia hukumu ya Kristo, Veronika anafanya tendo la huruma bila kujali macho ya watu. Anadhihirisha kuwa yeye hakuwa upande wa watesi wa Yesu. Ndiyo maana anamkarimu Yesu katika safari yake ya kuelekea Kalvari. Hakuogopa macho ya watu wala askari waliotembea sambamba na Yesu. Veronika aliona maumivu ya Yesu ni yake pia, akaonesha hamu ya moyo wake wa kumsaidia Yesu mteseka. Ni tendo la imani aliungama, imani yake kwa Yesu hadharani na kuyaishi maneno ya Kristo: basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni, bali yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Rejea Injili ya Matayo sura ya kumi aya ya thelathini na mbili hadi aya ya thelathini na tatu. Kwa tendo lake la kumkarimu, la kumkirimu Yesu katika mateso alikiri kwa matendo mbele ya watu kuwa ni mfuasi wa Kristo. Watumishi wa watumishi wa Mungu wamemweleza Veronika kama kielelezo cha huruma na ujasiri, anayemtambua Kristo katika mateso. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, mara kadhaa katika ibada ya njia ya msalaba, alimwelezea Veronika kuwa tendo alilolifanya ni tendo la huruma na ujasiri. Sanamu ya Yesu katika kitambaa cha Veronika ni wito wa Wakristo kuona na kumtafakari Kristo katika ulimwengu huu tunamoishi. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja, alipokuwa anaongoza ibada ya njia ya msalaba, alimweleza Mtakatifu Veronika hivi. Veronika ni mfano wa wanawake wema ambao katikati ya machafuko na mateso ya kikatili kwa bwana wetu Yesu Kristo, anaamua kusogea karibu na Kristo na kumpa faraja. Ni ishara ndogo iliyojaa upendo. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema tendo alilolifanya Veronika ni tendo la upendo na uchaji kwa Yesu. Wale walio tayari kuteseka kwa ajili ya Kristo Watapokea picha ya Kristo katika mioyo yao. Baba Mtakatifu Francisco siku ya Ijumaa Kuu mwaka 2018 alifundisha kuwa Veronika ni kielelezo cha namna ambavyo matendo madogo ya huruma yanadhihirisha uwepo wa Mungu ulimwenguni. Ni kielelezo kwa Wakristo kumfuasa Kristo katika mateso. Kutoka kwa Mtakatifu Veronika tunajifunza namna ya kuishuhudia imani yetu. Yesu alisema, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataona imani duniani? Najia Injili ya Luka sura ya 18 aya ya nane. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana rejea waraka kwa Ebrania sura ya kumi na moja aya ya kwanza. Ni hali ya kuamini au kuwa na hakika juu ya kitu bila kuwa na uthibitisho wa moja kwa moja. Inahusiana na kuamini katika Mungu, nguvu au dhana fulani, hata kama huwezi kuona au kuthibitisha wazi. Imani ni fadhila ya kimungu ambayo kwayo tunamsadiki Mungu na kila kitu alichokisema na alichotufunulia na ambacho Kanisa Katoliki latutaka kukisadiki kwa sababu yeye ndiye ukweli wenyewe. Kwa imani mwanadamu hujitoa nafsi yake kwa Mungu. Kwa sababu hiyo, mtu mwenye imani hutafuta kujua na kufanya mapenzi ya Mungu. Anafanya bidii ya kuziishi kweli takatifu za Mungu ambazo Mungu alizifunua kuanzia agano ya gano la kale hadi Yesu Kristo aliye utimilifu wa ufunuo. Kweli zote za imani zinafundishwa na kanisa lililopewa wajibu wa kutunza ufunuo wa Mungu na kuufundisha kwa vizazi vyote kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Vyanzo vya mafundisho ya imani ni maandiko matakatifu, mamlaka fundishi ya kanisa na mapokeo matakatifu ya kanisa. Mungu ametutengenezea mazingira yote rafiki ya sisi kumjua na kumwamini kwa njia ya ufunuo wake ulioonekana kwa kupitia ulimwengu aliouumba, dhamiri zetu, manabii wake, maandiko matakatifu na Yesu Kristo mfufuka aliye msingi mkuu wa imani yetu na utimilifu wa ufunuo. Rejea waraka kwa Ibrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya pili na waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 17. Kardinali Robert Sarah anaeleza imani kwa kutumia mfano wa wachumba: Hawawezi kupendana kama hawafahamiani; wakifahamiana, ndipo wanapendana. Kila mmoja anaweka matumaini kwa mwenzake na kudumu katika kuaminiana, hatima yao ni kupendana hadi kuwa mwili mmoja. Lengo la Mungu kujifunua ni kutaka kuanzisha uhusiano na mwanadamu. Mwitikio wa binadamu baada ya kumjua Mungu ni kuwa na imani, matumaini na mapendo kwake. Kwa hiyo, kwa ufunuo wa Mungu ulilenga kufanya binadamu awe na imani kwa Mungu kwa kumjua Mungu, ampende amtumikie, na mwisho afike mbinguni. Ndiyo maana imani inaweza kueleweka katika maana ya kuwa ni mwitikio wa mwanadamu kwa ufunuo wa Mungu. Mtu hawezi kuamini asichokijua kabisa. Kwa sababu hiyo, ufunuo ulihitajika ili watu wawe na imani kwa Mungu. Imani ni safari ya kiroho. Inayoongozwa na sauti ya Mungu ni kusikiliza na kuamua kulifuata neno linalotoka kwa Mungu. Imani lazima ibadili maisha yetu, mitazamo yetu ambayo tulikuwa nayo kabla ya kupokea imani. Maisha yanatoa taswira juu ya kile tunachokisadiki. Imani ni utii kwa Mwenyezi Mungu, kukubali kuongozwa naye kutenda sawa sawa na matashi yake. Mtume Paulo anatoa maana ya imani kuwa ni utii kwa Mungu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 5 na ile sura ya 16 aya ya 25, sawa sawa na, sawa sawa na ilivyoeleweka katika Agano la Kale. Rejea kitabu cha kumbukumbu la kumbu torati sura ya 9 aya ya 23 aya na, na kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 17 aya ya 14.